Ndio, leo ilikuwa ni siku ya mahakama ya hakimu ya mkazi mkoa wa Mwanza kutoa hukumu kwenye kesi namba 6166 uh, mwaka 2024 iliyokuwa ikimuhusu e, mteja wetu ambaye aliwakilishwa na mimi pamoja na wakili mwenzangu Godfrey Mringi kwenye kesi ya madai e, ya udhalilishwaji uliofanywa na mwandishi wa habari anaitwa Aloyce Nyanda ambapo kupitia mtandao wake wa kijamii alichapisha taarifa za udhalilishaji zinazomhusu mteja wetu Aaron Titus Kagurumjuli wakati akiwa mkurugenzi wa jiji la Mwanza na wakati akiwa pia mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni kwenye nyakati tofauti tofauti ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo jijini e, Dar es Salaam, na katika shauri hilo mahakama imemwamuru Aloyce Nyanda kulipa fidia ya bilioni mbili shilingi za Kitanzania kwa udhalilishaji aliyofanya, lakini vile vile kuomba msamaha e, kwa yale aliyoyachapisha ya ambayo ni ya uongo yanaleta fedheha na ni ya udhalilishaji kwa Bwana Aron Titus Kagurumjuli ambaye ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo kwa sasa, lakini vile vile mahakama imemkataza yeye wakala wake au mtu yoyote anayehusiana na yeye, kuchapisha taarifa hizo ambazo amezichapisha kwa nyakati nyingine yoyote, kuanzia sasa na ijayo, na pia kuziondoa taarifa hizo ambazo amezichapisha zinazomhusu bwana Aron Titus Kagurumjuli. Lakini vile vile mahakama imemtaka kuomba radhi kuanzia sasa, kwa shauri limehitimishwa katika misingi hiyo. E, na pia anatakiwa alipe gharama za shauri ambazo bwana e, Aaron Titus Kagurumjuli aliziingia wakati wa uendeshaji wa shauri hili. Na sisi tunashukuru mahakama imetenda haki, na e, kwa sasa tunaangalia namna ya kuona anatekeleza vipi amri hizo ambazo mahakama imezitoa haraka iwezekanavyo. Kama atashindwa, tutaomba utekelezaji kwa maana ya njia za utekelezaji zinafahamika, tunaweza tukaomba kukamata mali zake e, na kama hatakuwa na mali ya kukamata basi tuna, tuna, tuna option pia au tuna chaguo la kumkamata yeye kama mfungo wa madai, vilevile utekelezaji unafahamika e, sisi tuna, tuna tutaomba utekelezaji haraka iwezekanavyo. Kwa yeye pia anatakiwa alipe haraka iwezekanavyo e, na pia ana haki zake za msingi, anaweza akazitekeleza kimahakama, na shauri lilikuwa mbele ya Mheshimiwa Bonifenti Charema, eh, Mahakama ya Hakimu Mkazi Mkoa wa Mwanza. Na, tumeshatoa nafasi hiyo, tulimwomba huyu bwana Aron eh, Aloyce Nyanda aombe msamaha, alikaidi. Kwa hiyo hatuna nafasi hiyo tena kwa sasa eh, eh, eh, fokasi yetu ni kuona namna gani maamuzi ya mahakama yanatekelezwa mingi. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.